Shule binafsi ya London imezindua darasa la kwanza la AI bila walimu nchini Uingereza ambapo ada yake ni shilingi dola 1035 sawa na milioni 93 laki 9075 kwa mwaka. Chuo cha David Game kilichopo London kimezua gumzo baada ya kuzindua darasa la kwanza nchini Uingereza ambalo linaendeshwa na teknolojia ya kilibandia yani AI ambapo wanafunzi kujifunza bila walimu wa kawaida. Mpango huu unaitwa Sebring Program na ulianza kama majaribio mnamo Septemba mwaka 2024, ukiwahusisha wanafunzi wachache wa GCSE. Awali walikuwa saba, lakini kuna mpango wa kupanua zaidi. Badala ya walimu wa kawaida, majukwaa ya AI yanaongoza wanafunzi kujifunza masomo ya msingi kama Kiingereza, hisabati, biolojia, kemia na sayansi ya kompyuta. Kila mwanafunzi hupewa njia ya kujifunzia iliyobinafsishwa ambayo hubadilika mara kwa mara kulingana na data ya utendaji wao kwa wakati halisi. Miwani ya kuonyesha uhalisia yaani visual reality pia hutumika kuunda mazingira ya kujifunza ya kuvutia na yenye mwingiliano. Ingawa AI inashughulikia masomo mengi, bado walimu wa kawaida hufundisha maneno fulani kama sanaa na elimu ya jinsia, ambayo inahitaji uelewa wa kibinadamu na ubunifu pia wakufunzi wa, wa kujifunza wapo darasani kusaidia kuwahamasisha wanafunzi kushughulikia mahitaji yao ya kijamii na kihisia na kusaidia pale ambapo AI bado haijafikia kiwango cha binadamu mwalimu mkuu msaidizi wa shule hiyo John Dalton amesema kuwa AI inatoa maarifa ya kina zaidi kuhusu kwa nini mwanafunzi anashindwa na hivyo kuruhusu hatua za haraka na zilizolengwa kuliko mbinu za kawaida. Mmoja wa wanafunzi wa majaribio alisema kuwa mfumo huo ulikuwa wa haraka zaidi kugundua udhaifu wake, hali iliyomsaidia kuendelea kwa kasi. Hata hivyo, mpango huo umeibua utata. Wakosoaji akiwemo mkuu mstaafu wa shule Chris McGovern anaonya kuhusu mustakabali wa elimu usio na utu. Tunaingia katika enzi isiyo na roho, alisema. Alisisitiza kuwa uhusiano wa kibinadamu darasani ni muhimu kwa elimu ya kweli. Chuo cha David Game kinasisitiza kuwa mabadiliko haya hayahusiani na kupunguza gharama. Shule imeajiri wafanyakazi zaidi kuunga mkono mpango huo na imewekeza kwa kiasi kikubwa kwenye teknolojia mpya, kwa ada ya dola elfu 35 kwa mwaka. Darasa la AI si rahisi, lakini shule inaamini ni mtazamo wa elimu ya baadaye. Kadri AI inavyoendelea kuunda upya madarasa kote Uingereza, majaribio haya yanaweza kuwa mfano wa kuigwa au onyo kwa siku zijazo.